Je, wajua kuna mifupa iliyofufua mtu aliyekufa? Hiki ni kisa kimojawapo cha miujiza isiyoelezeka kabisa katika Biblia, kisa cha nabii Elisha, mwanafunzi wa Eliya, ambaye hata baada ya kufa, nguvu ya Mungu bado ilikuwa ndani ya mifupa yake. Watu wengi hawalijui tukio hili, lakini ni moja ya uthibitisho wa kwamba nguvu ya Mungu haipotei hata baada ya mtumishi wake kufa. Elisha alikuwa mmoja wa manabii wakubwa zaidi katika historia ya Israel. Kupitia kwake Mungu alitenda miujiza mingi: kuponya maji machungu, kuzidisha mafuta ya mjane, kufufua mtoto wa mwanamke wa Shunemu na hata kuponya Naamani ukoma. Lakini kama mwanadamu, Elisha pia alipata maradhi yaliyompelekea kufa. Biblia inasema, Elisha akaugua ugonjwa wake ambao akafa kwa sababu yake, wakamzika Wafalme wa wa wa pili mstari wa kumi na tatu, mstari wa ishirini. Siku hiyo ilikuwa ya huzuni, Israeli ilipoteza nabii mkubwa, walimzika kwa heshima katika pango la mwamba lenye mwanga hafifu wa taa na mawe yaliyopangwa kwa uangalifu. Muda mfupi baada ya kifo cha Elisha makundi ya wa Moabu walianza kuvamia nchi ya Israel kila mwanzo wa mwaka. Watu waliishi kwa hofu, wakati mwingine hata mazishi yalikatishwa kwa sababu ya uvamizi wa ghafla. Siku moja kundi la wanaume lilikuwa likimzika mtu mmoja aliyekufa kwa ghafla. Walipokuwa wakifanya mazishi karibu na pango lililokuwa na kaburi la Elisha, ghafla waliona jeshi la Wamwabu linakuja mbio kutoka mbali. Kwa uoga, wakikimbia kutafuta bahali pa kujificha lakini hawakuwa na muda wa kuendelea na taratibu za mazishi. Mmoja wao akapaza sauti, "Tumtupie tu kwenye kaburi la Elisha." Walifungua lile pango na kumtupa yule marehemu haraka ndani ya kaburi la na nabii. Mara tu baada ya mwili wa yule marehemu kugusa mifupa ya Elisha, jambo la kushangaza likatokea. Biblia inasema, na alipougusa ule mwili wake mifupa ya Elisha akaamuka akasimama kwa miguu yake. Wafalme wa Pili, mstari wa kumi na tatu, mstari wa ishirini na moja. Ghafla yule aliyekufa akavuta pumzi, macho yake yakafunguka na mwili wake ukaanza kutetemeka. Wale wanaume waliokuwa wakikimbia waliposikia sauti nyuma yao, wakageuka na kwa mshangao mkubwa wakamwona yule mtu aliyekuwa amekufa akitembea nje ya kaburi. Walianguka kwa hofu na kushangaa. Ilionekana kama ndoto, lakini ilikuwa kweli. Mifupa ya nabii Elisha ilikuwa imeleta uhai. Hii ilikuwa ni ishara ya ajabu kwamba nguvu ya Mungu haikomei kwa kifo. Elisha alikuwa amekufa lakini urithi wa upako wake uliendelea. Kifo chake kilitoa ushahidi kwamba Mungu wa Israel ndiye mwenye nguvu juu ya uzima na mauti. Kisa hiki kinafundisha mambo matatu makubwa. One, nguvu ya Mungu haikomei hata baada ya kifo cha watumishi wake. Mungu alihakikisha kwamba hata kaburi la Elisha linaendelea kuonyesha utukufu wake. Two, kifo sio mwisho kwa wale walio ndani ya Mungu. Hata kama mwili unakufa, upako na utukufu wa Mungu unaweza kuendelea kuleta uzima kwa wengine. Upako wa kweli ni wa kiroho si wa kimwili. Wanaume wale hawakugusa maneno ya Elisha bali mifupa yake, lakini nguvu hiyo ilikuwa bado hai kwa sababu ilikuwa ya Mungu si ya Elisha. Leo hii, tukio hili linatukumbusha kwamba kifo hakina neno la mwisho. Mungu anaweza kutumia chochote, hata mifupa, hata kivuli, hata kumbukumbu kufufua uzima panapodhaniwa hakuna tumaini tena.